Tumefika, tumeona wema wako, na sasa tunasema wewe ni Ebeneza, rezi shika Mikey hei mahali tupo leo, tumeona maraka zako, na sasa tunasema wewe ni Ebeneza. unasema we Baba wewe wewe wana wewe, asante, asante. Basi kwa wakati huu keki yetu imeza kufika pale, najua tuko nje ya muda. Uh, satii sana kwaya ya Mtaimba baadaye tafadhali, mkiweka mambo yenu sawa. Na keki hii basi iko hapa mbele ya mgeni wetu rasmi, mtumishi wa Bwana, na inaonyesha miaka hamsini ya kanisa hili, na itakatwa na mgeni rasmi akishirikiana na askofu wa jimbo pamoja na makamu wake Mama mchungaji naye atawakilisha wamama wote katika keki hii, na ina kisu kikubwa sana hapa. Kwa hiyo <laughs> ah, makamu askofu wanasema hajawahi kuona kisu kama hiki. Wakati huo anasema hajawahi kukiona na ataondoka nacho, ataenda kukiweka pale kwake kama ukumbusho kwamba sijawahi kukutana na, na kisu kama hichi pamoja na ni nimetoka Uholanzi Uholanzi hata Uholanzi kulia kipo, ila amekikuta hapa kwenye kanisa hili. Asante. Wakati huo wa nitaomba pale studio kutakuwa na mziki mzuri tu wataratibu, na wakati huo wa mziki huko wataratibu, au mnaweza mkapiga vyombo vyenu vizuri kabisa. Tuna wa musician wako vizuri, mnaweza mkapiga ala mzuri. Wakati huo wa niombe sasa, hiyo keki itafunuliwa pale. Naomba makamu askofu utaifunua hiyo keki hapo vizuri. Sasa mwelekezaji atuelekeze, unaweza ukainyanyua tu kwa juu, ehe, namna hiyo, asante. Ataisogeza hapo, nitaomba baba Askofu Ngilisi wa Shamaiki na utampatia tampatia makamu askofu aisome hapo, mgeni wetu rasmi aisome, atusomee. Basi anaomba makamu askofu amsaidie kuisoma. Imeandikwa NKKC majira mapya, NKCC NK NK NK, majira mapya, miaka hamsini a a mekutana na Kichaga anajaribu kukiangalia. Ah, okay. Vizuri. Ni miaka 50. Asante sana. Mwaka 1975 hadi mwaka 2025. Asante. Keki hii ni ya ukumbusho miaka hamsini, kwa hiyo kama kuna picha basi ichukuliwe vizuri kabisa. Mwaka 1975 kazi ya Mungu iliweza kuanza mahali hapa na hata kama ilikuwa ni sehemu nyingine, lakini iko hapa mpaka kufikia mwaka 2025, basi ni miaka 50. Hata sasa Bwana ameweza kuwasaidia na kutusaidia, na injili yake inaendelea kusonga mbele. Kwa wakati huu nimkaribishe baba makamu askofu mkuu aweze kukamata kisu kikubwa hapo ambacho kimeandaliwa vizuri kabisa, akipata picha nzuri hapo Haleluya, atainua kisu chake juu na atazungumza kile ambacho anataka kukizungumza kabla hajakata, pengine ana maneno ya kuzungumza. Kwa mamlaka iliyopewa kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya miaka hamsini ya kanisa New Kilombero Christian Center, naenda kukata keki nikishirikiana na mchungaji kiongozi ambaye ni askofu wa jimbo la Morogoro kati, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Makofi na vigelegele, makofi. Hey, na vigelegele. Asante, nakata kata sasa vipande. Asante, baada basi ya kuwa imekatwa pale, ni mombe mama Mama mchungaji, Mama mchungaji. <laughs> <laughs> Ila askofu wa, wa jimbo la Morogoro kati hapa anasema ila mimi naiweza hii kazi. Anaiweza. Ngoja niendelee, mama atakuwa atakuasikiaje? Hmm, yaani, anatamani kusema nisaidieni, nibebeni, nini nishikeni kichwa Jamani, mchungaji wetu pamoja na askofu wetu wanakata keki hiyo taratibu, vipande vipande, na wapo watu maalum kabisa ambao watashiriki keki hii. Najua wengi wengine waliweza kumwombea mpaka kufika hapa, na maombi mengi yamekuwa yakifanyika katika jimbo letu mpaka kufika mahali hapa na kanisa limesimama, ni maombi ya watakatifu wengi. Kwa hiyo ni keki ya pongezi ya kuwapongeza na ishara kwamba tunaendelea mbele na kazi ya Mungu itaendelea mbele na itafika mpaka vizazi na vizazi, na tunaamini kuna wakati mwingine tutakuwepo hapa, hata kama sio sisi basi wajukuu zetu na watoto zetu watakuwa wakisherehekea miaka mia moja. Mungu ni mwema. Baba anaendelea kuikata pale. Anasema mimi kazi ya kukata vipande hii naiweza kabisa. Anakata taratibu hivyo Asante, asante. Basi wakati huu nitaomba, kwa kuwa keki hii imekatwa na mgeni wetu rasmi kabla ye hajaila mwenyeji yale, kwamba keki hii ni salama, tayari inafaa kuliwa kabisa <laughs> kwa mgeni wetu rasmi na mgeni rasmi. Basi bila hiana, wewe utamlisha baba pamoja na mama mchungaji wa kanisa la mali hapa, ukiwapongeza kwa kazi nzuri ambayo Mungu amewaamini na kuiweka mikononi mwao. Makofi na vigelegele kwa mama mchungaji, tafadhali. Anachukua tena kipande kingine. Asante sana, asante, asante, asante. Tunaendelea. Baada ya hapo sasa nitaomba mama mchungaji pamoja na baba mchungaji Alexi mtashika kipande kimoja cha keki kwa pamoja, alafu mtamlisha baba makamu askofu mkuu. Amesema ngoja niwachagulie kabisa, maana nyie mnaweza mkanipa bonge la keki, alafu yakawa mengine hapa. Basi anakipokea kipande hicho, makofi na vigelegele. Tafadhali, asante asante sana, asante asante. Wakati huo basi, niombe tena viongozi. Tunaye makamu askofu wa jimbo la Morogoro kati, tunaye uh, katibu pale, lakini pia tunaye askofu mstaafu wa jimbo letu. Nitaomba kwa sababu sasa hivi kwa sasa, basi kuna kimvuli hapa, tutapita hivi alafu baba askofu uh, atakuwa anatulisha keki hiyo. Walisha keki hii, mtoke na maono ya sherehe ya leo, Mkajenge makanisa makubwa. Asante, asante jamani. Makofi wa na vigelegele. Utoke na maono. Asante kwa katibu wa jimbo asante. Anapokea askofu mheshimiwa, pamoja na kustaafu, lakini maono bado yapo. <laughs> Makofi na vigelegele tafadhali. Ninaomba mstari unaofuata, tunaenda kwa mstari wanaofuata. Watumishi wa Bwana karibuni, tuweze kupata keki. Karibuni, karibuni watumishi wa Mungu. Karibuni wote, lazima mle keki, imebarikiwa. Baba amesafiri kutoka mbali, amefika mahali hapa, lazima ule keki kama kumbu kumbu, na ikiwezekana, ikiwezekana picha kumbukumbu ya kazi uliokuwa ukifanya hapa, utakula keki hii. Makofi na vigelegele tafadhali. Mheshimiwa mwangalizi kule Ifakara, tunataka maono makubwa Mheshimiwa kutoka kule Mungeta, studio naomba wimbo mtusindikize, jamani makubwa, kwenye ulaji wa keki. Karibuni, karibuni, tunaendelea kufuata wote, meza kuu tunafuata, tunafuata tuje sasa tupate askofu keki. Askofu mwenyeji ataendelea kulisha watu wake hapa asante. Asante sana. Asante, tunaendelea kula keki. Mama mchungaji endelea kutukatia katia hapo vipande, isogeza tu hiyo sahani hapo kwa baba, isogeze karibu, isogeze hapo Asante, asante, katibu wa jimbo huyo, w k. Asante jamani, makofi vigelegele, tusichoke. Anapokea mama mchungaji wile, asante sana, Mungu akubariki mchungaji Grace kutoka pale Sinai TAG, asante sana, mtumishi mwingine wa Mungu. Haya. Asante. Asante. Nimeona kuna kwaya nzuri kabisa mwenyekiti wa kwaya yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Asante. Yeah, yeah. Asante. Mwalimu wa kwaya anaweza akanimeza, yaani mwenyekiti na mimi mwalimu je? Mwalimu wa kwaya njoo upate kipande cha keki kutoka si Mangula, pamoja na mwenyekiti waje wapate kipande cha keki kwa niaba <tipanye> ya waimbaji wengi aje kutoka Mangula, viongozi yoyote Mangula mmoja aje sasa. wakaieambao wameifanya kuna vitu ambavyo na wenyewe ilibidi wavumilie ili kazi ya Mungu iweze kwenda mbele. Pongezi kwao, waje kupata kipande cha keki. Watoto wa mchungaji, tafadhali, popote walipo, waje wapokee kipande cha keki. zile zawadi zipo na ziko tayari mahali hapa. Basi ninaomba yule ambaye amepangwa kuendesha zoezi hili la zawadi, tafadhali aweze kufika hapa na tuongozee utaratibu aweze kufanya ibada nyumbani kwake, na si mwingine, ni mama yetu uh, mama Kigae, karibu uweze kupata zawadi maalum ya ushirika waaminifu kulipokea kanisa nyumbani mwako, kukubali kazi ianze nyumbani kwako, mpaka leo tupo mahali hapa. Mungu akubariki. Tahadhari, hakuna fedha cash au watu watakutana nazo kwenye akaunti zao, usije ukawafuatilia hapa ukadhani kuna kuna kitu kwenye umu umu, kuna maelezo hela zimeshapelekwa mahali ambako ni salama zaidi. Anayefuata ni mchungaji Menance Malila. Huyu ni mchungaji ambaye alitumika hapa lakini kabla ya okay. ni Menance Malila ambaye alitumika mwaka sabini na sita. Mke wake yupo karibu sana, atapokea zawadi hii kwa kutambua tu utumishi wao kwa namna walivyomtumikia Mungu. Studio mlete. Anayefuata ni mchungaji Benjamin Makumba ambaye yeye ameweza kuwepo kwenye tukio hili kama ilivyotangulia kusema, wengine tulishawasiliana nao na kukabidhi zawadi zao huko waliko. Asante Benjamini Makumba, tafadhali. <mimitation> Asante sana <laughs> safi sana basi, anayefuata mwingine ni mama Mdaila. Huyu mama mdaila ali mume wake yeye na mume wake walikuwa mashahidi na wazee wa kanisa wa kwanza wa ununuzi wa kiwanja hiki ambacho kilinunuliwa mwaka themanini na tatu mwezi wa sita, wakati mimi nikiwa na umri wa miezi mitatu ya kuzaliwa wao wananunua kiwanja. Mungu awabariki. Makofi na vigelegele kwa mama Mdalia. Aasante, asante sana ndugu mgeni rasmi, asante. Amen. Zawadi zimefikia hapo, nikajua kuna zawadi kwa MC. Kumbe hamna. <laughs> Haya, sasa tunaendelea, kuna mtu kaninong'oneza hapa ananiambia ana zawadi kwa mgeni wetu, na huyu si mwingine ni mchungaji mtumishi, Mchungaji Kibonji, tafadhali ana zawadi kwa askofu wa Jimbo la Morogoro Kati. Anasema sijamsahau kijana wangu, tulitoka naye mbali. Sasa nataka niweze kumpongeza Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Tunafikia mwishoni wa shughuli yetu na tunamshukuru Mungu kwa kufikia mahali hapa. Lakini sasa kwa kuwa tumekaa, tumesikiliza maneno ya Mungu na tumejifunza, na sasa zoezi lililobaki ni kwenda kula. Mwambie mwenzako, saa ya msosi.